Naam, muda huu nipo kwenye chumba cha kubadilishia nguo cha wekundu wa Msimbazi, Simba, niweze kusikia kutoka kwa wachezaji ambao ndio walikuwa na kibarua cha kwenda kuipambania nembo ya wekundu wa msimbazi hii leo. Hivi ni kama ambavyo unaona, wengi wana furaha, wengi wameenjoy sana, hasa kutokana na kile ambacho kimefanyika. Lakini matumaini ama matamanio ni kila mmoja kumsikia kila ambaye atakuwa anazungumza hapa. Ateba.

We have a good good technical uh, staff. I I think think we, we the, the the administration put a uh, a lot of money to, to, to, to to because give us uh, a good, uh, training. I think we just need to work and go and go fight the final. The truth has to be told yeah. uh, kipindi cha pili kilivyoanza kwa kweli kwangu ulikuwa na wakati mgumu pale ambapo wale uh, mabwana walipata penalty ile ikaenda kutizama ulikuwa wakati mgumu sana mm pale ambapo alifunga lile goli lakini likawa ni offside pia ulikuwa ni wakati mgumu sana mpira mpira mpira mzee ni kitu kigumu sana lakini kwa uwezo wake mola tunamshukuru ametupa hili tumefika fainali historia imeandikwa shukran hmm. sana, hongera, asante sana na hii, hii ni kwa tunaipeleka kwa mashabiki wa Simba wao ndo mchezaji wa, wa kumi na mbili. Tunaipeleka kwa, kwa wanachama wa Simba wapenzi wa Simba kokote walipo katika hii dunia. Kila mmoja tunaamini katika mchezo huu akutuacha peke yetu, mwenye dua alifanya dua, mwenye kutuombea mwenye, mwenye kuja mpaka huku tushangilia, wamekuja kweli, kila mmoja alifanya wakwa, kwa, kwa nafasi yake. Namshukuru sana eh, raisi wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli anafanya kazi kubwa na inatupa chachu. Yeah, shukrani sana na niwapongeze pia kwa hatua ambayo mmefika. asante sana, nashukuru. Ah, kwanza ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio kila mtu anaweza akafanikisha hili, kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini ni kushukuru jitihada za wachezaji pamoja na benchi la ufundi pamoja na mashabiki ambao tumeweza kufika sehemu hii ya leo mm. mpinzani wenu anayefuata ni Berkane, kwa maneno machache unamzungumziaje? Berkane ni timu kubwa, nadhani maandalizi ambayo tutazidi kuyafanya ni maandalizi makubwa, lakini kikubwa, sisi tunaendelea na fokasi yetu kwamba tunataka kubeba kafu msimu huu. Kwa hiyo sisi tunachojua msimu huu unaenda kucheza fainali, lakini hatuwezi kucheza tu fainali, tunataka tuchukue kabisa kikombe.